Haya, sasa nataka niwafundishe kitu. Wengi mnaonekana mna ratiba lakini haziko specific. Sawa? kwa sababu mtu huwezi kuniambia tu nitengeneze posta mbili, ni saa ngapi mpaka saa ngapi? then the whole day posta mbili? Shebe anaambia nataka kutengeneza mockup. Je, utatengeneza tu mockup moja siku imeisha? Kwa hiyo sasa kuna kitu ambacho mnatakiwa muwe nacho kinaitwa to-do list kila siku Kabla hujalala inatakiwa unajua kesho utafanya nini, sawa eh? kila siku unapolala nitakuwa unajua kesho utafanya kitu gani, ukilala ukiwa unajua au kama una uwezo kuamka mapema uanze kupanga siku yako mapema asubuhi, ujue kabisa leo nitafanya activities moja, mbili, tatu. Simnanipata? ukifanya hivyo itakusaidia mno kuweza kuwa productive, itakusaidia mno kuepuka kupoteza muda kwa sababu mara nyingi tunapoteza muda kwenye vitu ambavyo havituongezei, na mimi niwambie ukweli, kutazama tutorial na kuangalia mtu mwingine nini amefanya hakuta kuongezea kitu kama utafanya practice. Kwa hiyo kama umetumia masaa mawili mpaka matatu kuangalia kitu ambacho mtu mwingine anafanya, tumia masaa manne mpaka sita ku practice kile kitu ili uwe bora. Kuangalia tu kile kitu ambacho kimefanyika utakuwa inspired, sawa, lakini haitabadilisha chochote kwenye skill set yako. Kwa hiyo kikubwa ambacho nawashauri, lazima uwe na to-do list, uwe na list ya vitu ambavyo utafanya. Sasa kwenye kufanya activities huwa kuna almost kama njia mbili za wewe kuweza kukamilisha activities zao. Kwa mfano, kama nimesema mimi leo nilikuwa na ratiba tangu nimeamka asubuhi, nikasema asubuhi nikiamka kuna sehemu naenda nitaenda Ilala saa tatu au saa nne nitakuwa nimerudi hapa nikirudi hapa na video mbili za YouTube nilikuwa nimeshazitengeneza nitazifanyia kitu kinaitwa SEO search engine optimization ili niweze kuziupload baadaye video mbili baada ya hapo nitaingia darasani nitafundisha wanafunzi wangu sawa na nitakuwa na darasa lingine tena baadaye nitafundisha wanafunzi wangu baadaye nikirudi nina course nasoma nitaingia darasani kwanzia saa moja nikimaliza hapo saa moja nitaingia kusoma nitafundisha lakini cha nne nitaingia kusoma, kuna course na soma. Alafu tano nitatengeneza kitu kinaitwa landing page. Kuna kitu ambacho nafanya ni project mpya kwa ajili ya website yangu. Kwa hivyo hivi vitu vyote hivi mimi viko kwenye kalenda yangu ya Google, sawa. Na wakati mwingine kama ninaona siko kwenye kwenye option au position nzuri ya kuandika hivyo vitu, hata kama niko ndani kwangu niko, niko ofisini au niko sehemu yote hata natembea, hata niko kwenye boda boda, naweza katoa simu nikaingia WhatsApp nikazilist zile, kwa sababu na WhatsApp mbili najitumia kwenye WhatsApp nyingine. Kwao nakuwa nimeshavihifadhi. Then muda wa kufika kuvitekeleza, naenda naviweka viweka sehemu ambayo vinatakiwa vikae. Kwa ukifanya hivi, itakusaidia kuwa unajua kwamba nikitoka hiki na tiki hii nimemaliza, hii nimemaliza. Kwa hiyo hapa sasa hivi niko nafanya hii activity ya tatu. Na kwenye kufanya kazi huwa kuna aina mbili ya namna ya kufanya kazi. Ugawa muda tuseme, kwa sababu kinachotupotezea muda mara nyingi ni mitandao ya kijamii. Unaweza ukafika hapa kwenye Instagram, kuna sehemu ya kuset limit ya muda. Hebu jaribu siku moja uset limit ya muda. Uone, je, kwa siku unatumia masaa mangapi Instagram? Na uzuri unaweza ukaingia sasa hivi ukaangalia unatumia masaa mangapi kwa siku kwenye Instagram, kwa wiki na kwa mwezi, utaona ni kiasi gani cha muda unaopoteza kwenye social media. Sasa ukishakuwa na to-do list, it means wewe mwenyewe utakuwa unajihukumu kwamba leo sijafanikisha kumaliza hiki kitu, na ukimaliza unafurahi. Sasa hapo ndo hatua ya mafanikio inapokuja. Ukifanikiwa kumaliza hiki kitu leo, itabidi kesho uingie ufanye kitu kingine kuliko kurudia kitu kile kile. Itakusaidia mno wewe kuweza kugrow, kuliko ukiwa unaenda ili mradi mambo yaende kwao. Uweka ratiba specific, uwe na vitu ambavyo unataka kufanya. Sasa kwenye kugawa muda, huwa kuna vitu vinaitwa kugawa muda, kugawa muda nashangaa hata amwandiki hivi. Unanishangaza? Naandika, mpo wengine amwandiki? Haya, kwenye kugawa muda huo kuna njia mbili. Kuna njia ya kwanza inaitwa Pomodoro, sawa eh? Time management na njia ya pili inaitwa time blocking. Hii pamodoro time management yenyewe ikoje? Yenyewe unajiwekea muda maalum wa kufanya kazi. Kwa mfano, unaweza ukasema sitagusa kitu kingine chochote, sitafanya kazi nyingine yoyote mpaka dakika ishirini na tano zipite. Kuhu, kwa hiyo unajiambia kwamba ndani ya dakika ishirini na tano nitafanya kazi bila kupumzika minute, nitadesign au nitatazama video na nitafanyia mazoezi bila kupumzika, then nitajipa dakika tano dakika tano za kufanyaje? za kupumzika Sasa hapo unaweza ukaingia kwenye simu yako ukaingia Instagram, ukarefresh akili yako, kwa sababu akili ya binadamu huwa haipendi vitu vigumu na. Time blocking, akili ya binadamu huwa haipendi vitu vigumu, kwa unapoipa vitu vigumu, hauwezi kufurahia au enjoy, kwa ukiipa kitu ambacho ni rahisi, yenyewe itafanyaje? Itaifurahia. Kwa hiyo ukijipa dakika 15 za ta kusema nafanya hichi kitu Dakika tano ukapumzika akili, najiona ume relax tena, unarudi mzigoni. kwao kama mejiwekea kufanya kazi masaa manne kwa siku, kwa sababu hata uhitaji kufanya kazi masaa mengi mengi ili uwe productive. Kama mejiwekea mpango wa kufanya kazi masaa matano kwa siku au sita ukizigaazi ndani ya dakika 25, 25, 25, tano utajishangaa kufanya kazi kumekuwa rahisi mno. Unaweza ukajikuta ndani ya dakika fulani kama ni activities ya kukaa huku umemaliza kwa mfano, kama hii labda umejiwekea masaa mawili. Hii ni ngumu kufanya hivyo, kwa sababu kuna njia nyingine tutaona kufanya SEO labda ya video zako umeziweka, kila siku kila kitu kimekaa sawa, umejikuta dakika 25 zimetosha. Unajipa dakika tano, unapumzika, umefanya activities nyingine, unajipa dakika tano, unapumzika, umefanya activities nyingine, unajipa dakika tano na unapumzika. Ukijilimit hivyo, itakusaidia mno kujenga nidhamu. Hiyo ni njia ya kwanza. Unajipa dakika ngapi? 25 then kuna hii inaitwa time time blocking. Time blocking hii ni njia ambayo unafanya activity fulani mpaka iishe ndio unahamia kitu kingine sawa? Kwa hiyo yenyewe ni kwamba unajipa una, una muda unafanya kitu fulani hata kama ni masaa mawili au ni sali moja na nusu. Ukimaliza unapumzika kidogo hata dakika kumi, then unahamia kitu kingine hata hapo ukijipongeza, basi ya akili yako ina relax na inafurahia, then unafanya kitu kingine, unafanya kitu kingine, unafanya kitu kingine. Kwa hiyo nataka ni kuanzia leo muwe na tabia ya kuwa na nini, ya kujiwekea malengo na kujiwekea ma vitu vya kufanya, jiwekea activities, yani takuwa asubuhi unapoamka, hu unajua nini ambacho utafanya siku hiyo, umeisha kilisti sehemu, mekiandika. Kwa hiyo ukimaliza una check kuna software nyingi ambazo naweza ukatumia hizo, mnaweza mkaingia. Kuna software inaitwa Notion ni free kabisa, unaweza ukaingia, unaandika activities zako, na ukitengeneza hizo activities kuna sehemu ukifika una tick au unakata kwamba hii nimefanikiwa kumaliza. Kuna website kama una website inaitwa inaitwa ClickUp. Ingieni hivi vitu, it's free you go and learn au vina, vina, vinafanya kazi unajiwekea malengo yako to do list yako, lakini hata Google wanazo products kama Keep Note, sawa. So, unajiwekea huku una, una, una, kuna kitu kinaitwa Google Calendar huku ndo unaweza ukajiwekea hadi muda kabisa, na unaweka notification kwamba hii activities ikiisha tu kuna notification itakuja kwako, itakuja activities nyingine, kwa sababu mara nyingi mtu unaweza ukajikuta unasahau kwa ukiwa na vitu kama hivyo, kwa mfano ulikuwa una ahadi ya kuongea na mtu kesho, ulikuwa una shughuli fulani ambayo ni lazima ufanye, kuna mtu unatakiwa umpigie kesho, unaweka notification ili usisahau. Siku ikifika unampigia simu, mtu anaona, ah, huyu jamani, professional huyu, nifanye naye kazi. Kwa wakati mwingine vitu ambavyo vitakupa kazi ni vitu vidogo vidogo tu. Umeongea na mtu anakwambia, kesho nitafute, kimya umtafute, lakini ukimpigia on the spot anasema, ah, huyu jamaa huyu kama kwenye muda tu yuko hivi, ah, basi huyu jamani, mtu sahihi wa kufanya naye kazi kwa hivi. Vitu vitawasaidia mna ku manage time na kuwa productive, simna nielewa. Kwa hiyo kuanzia leo anzeni kuweka malengo hayo, kwa sababu hizo video. Kwa mfano Abdallah pana analalamika ah, video ni nyingi. Ndio, video ni nyingi, ndio maana kujifunza ni kugumu, lakini hazitaisha kama usipokuwa na tabia ya kuangalia na uelewe video moja baada ya nyingine, unajipa mdo, video moja baada ya nyingine, unajipa mdo, hivyo hiyo ndio itakusaidia wewe kuweza kufika pale unapopatana, lakini ukiwa unaingia darasani unasoma unafunika unaamsha soma unafunika unaamsha tutamaliza hapa, unaenda huko unasahau yote eh. Ukikutana na mtu anasema, ah mi graphics a nishasoma bwana, nishia soma nini, unaweza unaweza ukaweka mezani eh? Nini unaweza kuweka mezani, na kazi zipo. People are looking for job kwa mfano kuna kazi moja iko Pemba of course ni ni ni, ni ni ni ni Zanzibar. Kuna mtu anataka designer akwenda kufanya kazi huko na kuprint. Juzi nimepigiwa simu hapo kuna watu wanataka watu wawili wa wa printing na design makumbusho hapo. Jana kuna kampuni moja iko Mbezi Beach. Kuna mtu mmoja nimemuunganisha leo. Wanataka mtu wa kwenda. Sasa hizo kazi hata nyinyi naweza nikawapa kwa sababu nyinyi ndio mnajifunza hata mtu akikulipa laki kwa mwezi inakupa experience. Sawa? Unafanya hizo kazi na kupa experience. Sasa mimi hayo mambo siwezi kuyafanya, mpaka nione pia bidii yako. Nitarecommend mtu ambaye naona hata tuangusha. Kwa sababu wale watu ikitokea kazi imeharibika au haijaenda vizuri, watarudi kwetu. Umeona, kwa vitu vingine mimi nakuwa naangalia hawa watu wanaendaje. Wewe unajituma, unaonyesha bidii, basi ni kusogeze upate fursa. Mimi sitamani mtu ajifunze, amelipa hela yake, halafu asifanikiwe. Lakini kufanikiwa au kutokufanikiwa ni wewe mwenyewe utakayeamua ukiweka bidii ukafanya kazi kwa bidii ukatuma kazi tukaona tukakurekebisha tukaenda, ni rahisi mno kuweza kufika pale ambapo mtataka kufika kwao. Kuanzia leo, jamani, weka malengo ya kwamba nataka kujifunza. Jipe muda, jiambie, leo nataka ni accomplish nini? Sawa, si unaelewa? Abdalla, tulisoma mpaka kwenye color grading mara ya mwisho. Umerudia lini kukala, kukala grade? Yeah. Hujawahi, tunashoot video kila siku na wewe ndio unashoot hapo, mbona hujawahi kumwambia hata siku one, hebu nipe video hizo ni edit sasa? Hiyo vitu nitakuwa wewe ndio yani, ukishakuwa na ratiba yako na unajiongeza yaani, yani wewe mwenyewe unajua hapa nifanye kitu hapa, sawa eh. Kwa hiyo nitakuwa ni mtu wa hivi, yaani mtu wa kuchungulia fursa na kuona kwa kwamba kwa, nikiongeza thamani fulani itanisaidia mimi kuongeza ujuzi, itanisaidia na mimi kutoka hatua niliyopo kwenda hatua hatua nyingine kwa hiyo niliona leo niwafundishe hiki kitu guys. Ni very important kuwa na to-do list na kuifuata, yaani si usiandike tu andika na ufanyie kazi. Kwa hiyo enjo kuamka sio ratiba. Mungu akishakupa uzima wa kuamka utaamka tu. Kwa hiyo ukishaamka, sasa ni nini utafanya baada ya kuamka? Sawa, ni nini utafanya baada ya kuamka? So, tunataka tu maintain productivity, basi ni kuwa na, ma, na vitu fulani ambavyo weka vitu ambavyo vinapimika. Of course, akili ya binadamu usianze kuweka vitu vingi ambavyo utaona uta achieve. Weka vitu vichache, angalia siku ya kwanza umefanikiwa kuweka na uwe hiyo ni itengeneze kuwa tabia. Ukiwa na tabia kuweka to do list maisha utaona ni rahisi mno. Hata mtu akupigia simu eh, hey, mimi kwa mfano mtu akiniambia eh, hey, vipi? Saa nane hapa nataka tuonane, anambia, hapana, leo haiwezekani. Lakini wewe unaweza kusema hebu ngoja niangalie ratiba si ilikuwa si ya nani? Kama ulikuwa ujapanga tu, unaanza kuangalia hapa, nimefanyaje? Unajikuta unatoka, au unaacha shughuli za msingi, unaenda kufanya kitu ambacho sio cha msingi. Kwa kuweka to-do list kutakusaidia we kuweka priority kwenye vitu, kwa sababu kila kitu ni cha muhimu. Kusalimia ndugu ni kitu cha muhimu, kwenda kwa watu fulani kuwasalimia, kuongea nao, kitu cha kwenda kutafuta fursa mpya, lakini unatoa una priority kwenye vitu ambavyo unaona ni vya nini ni vya muhimu zaidi. Tumesoma hierarchy, si ndio? Tulisema hierarchy ni kuyafanya macho ya msomaji au mtu anayetazama design azingatie vitu vya muhimu. Hata wewe kwenye maisha yako lazima uzingatie vitu vya muhimu zaidi, si mnanielewa? Yes, lazima uzingatie vitu ambavyo ni vya muhimu, vya muhimu zaidi. Kwa hiyo kuanzia leo anzeni kuweka to do list. Nataka kazi mi, nimesema design poster moja, unaweza kadesign hata tatu, ukatuma bwana, nimefanya nimefanya na hii, nimefanya hii, ni hii. Huu ndo wakati sasa wakuwa na moto wa kufanya vitu vingi, kwa sababu bado tuko karibu tunaulizana hivi. Wengi hapa tutakavyoacha kuja hapa mtapotea, hata WhatsApp mtakuwa muonekani kwenye magrupu ya mwingi, kwenye live za wiki ya mhudhurii <laughs> Mungu awasaidie msiwe miongoni mwa watu. So mimi nilitaka ni share na nyinyi hicho kitu ili kuwaamsha, lakini pia kuwasaidia kuweza kufika pale ambapo mnaweza mkaenda. Kwa hiyo tumieni simu zenu vizuri, kuna application nzuri ambazo zinaweza kuwafanya mkawa productive. Tumieni chat GPT, AI zinazo kuwasaidia nyinyi kusearch na kufanya kitu chochote, ili mweze kuwa productive, sawa? yeah. Yani kuna vitu ukiwa unauelewa una navyo, hata uki, ukienda kufanya kazi na mtu, mtu anakuona huyu mtu ni professional, na pia we menyewe ukiwa na to do list, kazi haiwi ngumu, kwa sababu unakuwa unajua exactly nini ambacho nitakufanya hata unatoka sehemu, naenda nyumbani naenda hapo, najua natakuwa nifanye hiki na hiki, unajua ni maandalizi yapi natakuwa nifanye kwa kama kitu, kitu, kuna kitu nitakuwa design. Hata huko kwenye gari unaingia, flip unaanza kutafuta labda design nzuri ambayo unataka, tafuta fonti nzuri, unakopi linki, unajitumia kwenye WhatsApp, ukifika sehemu una download kwenye kompyuta yako, unaondoka na hakuna wakati mzuri ambao mimi huwa napata ideas nyingi kama ninavyotoka, yani nikiwa niko kwenye gari, niko natembea, naenda sehemu, unapata ideas nyingi mno kama designer, mtu wa creative. Kwa wakati usa, simu yako isiwe tu ni instagram na scroll, si muziki, si nini. No, unaweza ukaangalia hivyo vitu, lakini unatumia pia kujua kwamba natakiwa nifanye nini next, then unatumia huo muda kuweza kufanya kujiandaa kwa ajili ya, ya activities inaofuata.